Kuna mbunge hapa na hoja ya dharura, na hoja yake kwa, naomba Mheshimiwa Naibu Spika, naomba naomba hoja ya dharura kwa kanuni hiyo, tuarishe bunge kwa mjadala uliopo mezani, tujadili penati za Simba. Sasa sasa kabla kabla sijafanya maamuzi yoyote ni jambo la msingi na jambo la kitaifa. Mheshimiwa Mwigulu, karibu, najua ulitumwa na, na Mheshimiwa Rais kwa majukumu ya kiserikali. Hongera kwa kufanya kazi nzuri na hongera kwa kurudi. Sasa hili nitatoa maamuzi baadaye. Namwita mwenyekiti aje, sasa endelee na majukumu ya ubakia Katibu, hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya waziri mkuu kwa mwaka wa fedha 2025 2026. Majadiliano yanaendelea. Asante waheshimiwa wabunge, ni wakati sasa wa kupokea michango yenu kuhusiana na hotuba ya Mheshimiwa waziri mkuu kuhusiana na makadirio ya mapato na matumizi na majina hapa. Mchangiaji wetu wa kwanza atakuwa mheshimiwa Shamsi Vuai Nahodha.